Mimi jina langu naitwa Mama Sofia. Kwanza hao wazazi nategemea ni mzazi; ni mzazi wa aina gani, mlezi au ni nakuta, labda ni baba na mama. Kama baba na mama kweli kabisa ambao na, unataka kumpata huyo mtoto kwa uchungu, hawezi kumfanyia ukatili. Labda awe ni baba wa kambo au ni mama wa kambo, labda tatiule. Sasa, kama ukishaona kati kama wewe umeolewa labda na mwanaume mwingine, afu unalea mtoto wa kusikia mbuzi mmoja, hampendi au na kwa upande wa pili pia naye pia hampendi, basi utakuta njia mbadala ambayo naoni mtozo yako kama ni kwa bibi yake, au sehemu yoyote ambayo ina usalama, kuipazi ile mtoto kuliko kae sehemu ambayo ina chuki na ile mtoto. Na unajua na kwa sababu mkiwa wawili, lazima mmoja, unajua kabisa huyu mtu hampendi huyu mtoto kwa uwezo paka ukalazimisha kukaa sehemu ambayo mtoto hapendi, inabidi akae sehemu ya salama na amani, kwa sababu mtoto asipokaa kwenye sehemu so ya salama na, na, na amani, kwanza hawezi kusoma vizuri. Hata kama kile utamuona mtoto anakonda, hana raha, hana amani, hata kusoma vizuri hawezi, hata kiwa da, darasani hawezi kufanya vizuri, kwa sababu anafanyiwa vitendo vibaya. Kwa mimi nilikuwa naomba ni kwamba yani, wazazi wae makini kuhusu ya masuala ya watoto kwanza. Kama ni mke na mume wajitahidi kukaa vizuri, ili waangalie watoto vizuri. Kama kuna utofauti, ni heri ukampeleka mtoto kama kwa bibi, ambapo unajua kuna usalama, ambapo unajua kabisa mtoto atakaa kwa usalama. Sio kumpa tunzo tu mtu hivi hivi, mimi ananigusa na kwani najisikia vibaya, kuna kitu kama hiyo, kwa sababu mimi mwenyewe na wakati